na kheri nyingi zinapatikana ndani yake. Wanapokuwepo makhalifa pahala hapo, ndani yake kuna kheri nyingi sana, na sisi chini ya makhalifa hawa tuna kazi ya kuwasikiliza na kufanya yale ya wanayotaka tuyafanye. Niwashukuru Markazi Swalihin ambao wameliandaa jambo hili tukufu lenye kila aina ya thawabu. Allah subhanahu wataala hawalipe kila laheri walioandaa jambo hili, awadumishe katika mambo haya, awape umri mrefu wenye faida na manufaa zaidi. Nimesimamishwa kwa kazi moja ya kumsimamisha bosi wangu, lakini kijana wangu pia huyu makamu mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Muhammad Abdallah Mawinda. Mimi ni katibu wake, yeye ni makamu mwenyekiti wangu, ndio mimi katibu wa mkoa wa Dar es Salaam wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania Jemet. Kwa majina yangu mimi na majina mengi sana, lakini siaseme kwa sababu muda umekwenda sana lakini kabla sijamsimamisha yeye bosi wangu huyu, niseme neno kwa niaba na kwa idhini yenu, makhalifa wangu watukufu. Mtume huyu tuliyemkusanyikia hapa huyu ni kiongozi bora na ni kiongozi wa mfano kuliko viongozi wote unawajua. Mtume Muhammad, <clears throat> tunaambiwa innahu basharun, annahu basharun la kal bashar. Tume huyu ni mtu, lakini si mtu kama tulivyo mimi na wewe bimaana kuna mambo mimi na wewe kwa mtume Muhammad hatuyafiki. Sasa ukitaka kuniuliza mambo gani, tumuulize Imam al-Azam Abu Hanifa. Yeye ana maneno anasema pale katika moja ya abiati zake, anasema khuswa nabiyuna biashrati khiswani, mtume wetu huyo anahusika na mambo kumi ambayo mimi na wewe hatuyafikii. Jambo la kwanza akasema lam yahtalimu qattun wa malahu bilal, mtume huyu hakuwahi kuota ndoto kama tunazoota mimi na wewe, kwamba umelala basi unaweweseka, unapigapiga miguu, tukikurupuka anasema Leo amepita bitikasunzu katika paa la nyumba yangu, hali si nzuri. Mtume ndoto hiyo hakuiota hiyo, bali alilokuwa anaambiwa ndilo analotakiwa alifanye kwa wakati huo na endelevu. Akasema wal ardhu ma yakhruju minhu tabtalimu, lakini kila kilichokuwa kinatoka katika mwili wake Mtume Muhammad iwe jasho, iwe harufu, iwe nini, ardhu tabtaliu, basi ardhi ilikuwa inakimeza ili kuonyesha sharafu na utukufu wa mtume Muhammad. Lakini si hivyo tu, akasema wa kadhalika dhubabu anhu mumtaniu, hata nzi alizuiliwa kutua katika kiwiliwili cha mtume Muhammad Allah. Utofauti wa mimi na wewe na mtume Muhammad, sisi tunaweza kutoka hapa mpaka Kinondoni kule kwa Sheikh Majaliwa, tukawa tumepaka perfume nyingi, tukajipulizia Yolanda Tausi Kulthumu suinini, autuludi zote zikaisha, sio hivyo lakini, bado tukitoka hapa mpaka Kinondoni tutagandwa na nzi katika miili yetu zaidi ya 200 lakini Mtume Muhammad nzi alizuiliwa kutua katika kiwiliwili chake Mtume Muhammad Allah. Si hivyo tu mtume huyu min khalfihi yara kama yara amam, kilichokuwa kinakuja nyuma yake mtume alikuwa anakiona kama kinachotokea mbele yake. Hizi ni sifa za mtume ambazo mimi na wewe hatuna, nawezekana wewe ukaitwa tu Sheikh Masenga kabla hujamuona, aliyekuita ukageuka ukaitika naam. Mtume hakuwa hivyo, alikuwa asajua kwamba nani ananiita na huyu ni mtu gani. Hata alipotokewa na kipofu pale, mtume alishajua huyu ni mtu gani anayeniita, alipomwambia khibirni ani alislam kisha mjua kwamba huyu ni nani. Hakuwa yani na shida ya kugeuka geuka, lakini na wewe lazima utageuka tu. Mtume Muhammad min khalfihi yara kama yara amamu anaona kinachokuja nyuma yake kama kinachotoka mbele yake. Lakini si hivyo tu, taarifu hudawaba hina yarkab taati ilaihi surat. Wanyama walikuwa wanamjua mtume kwamba leo Muhammad amechoka kula tembele, atakula kuku. Kuku wanakuja wenyewe wanamfuata mtume, mtume anachinja vipi? Wao kuku wako unayemfuga nyumbani siku ukitaka kumla ile siku yaidi, Shekh Mawinda, unamkimbiza hapa na kule barabarani. Nawasema kule kwetu Morogoro, aking'ata kijani humuoni tena mpaka siku tatu siku nne zipite, ndo anatokea yule kuku la kumchinja. Lakini mtume Muhammad ni taarifu udawaba, taarifu udawaba hina yarkab, walikuwa wanamjua wanyama tati ilaihi bisura walikuwa wanamfuata haraka mtume Muhammad. Si hivyo tu, tumalize hapa, ulida maktuna ilaiha tabia. Mtume amezaliwa tayari, kesho tolewa ule mkono wa sweta. mimi na wewe tuja vipi katika dunia eh? Eh? mpaka ajishekha majaliwa na kisu chake, ukamato utolewe ule mkono wa sweta, sio Eh, hey, hey, lakini mtume Muhammad alikuja tayari ameshakitaniwa, iko sawa tena, iko na vifaa maktume. Akamaliza akasema Abu Hanifa yalu ya julusahu julus julasa, kilikuwa kinanyanyuka kikazi cha mtume katika vikazi vya wakaaji, kama hivi tumekaa hapa. Pale alipokaa mtume palikuwa panajastiwa, panasogezwa juu kidogo, mtume anatuangalia kwa chini hii ni sifa ya Mtume Muhammad. Akamaliza akasema sallu ya jamaa Sallu alayhi subha wa masa, msalieni mtume usiku na asubuhi na jioni pia. Sallu ala nabi <usuliani> nisichukue muda mrefu kwa sababu mambo mimi nisichukue muda mrefu sana kwa sababu nimeambiwa nizungumze, nimkaribishe makao mwenyekiti wangu wa mkoa wa Es Salaam. Nilikuwa naonyesha Khalifa namna ya utukufu wa mtume Muhammad, lakini nikikupa faida ndogo fupi kwa haraka tena. Hata mbingu na ardhi zilishindana, kushindana nani mbora eh? Ardhi ikasema mi ni mbora na mbingu ikasema mimi ni mbora, wakafika w mbingu ah, ikasema mimi natoa jua, natoa mvua ya kuoteshea mazao, naleta nyota, naleta usiku na mchana kuna vitu vikubwa kuliko hivyo? aha, ardhi ikas, ikasikitika sana na kulia sana mwishoni, ardhi ikamwambia mbingu ikamwambia ah, hivyo tu basi, mtume Muhammad mtume mwombezi aliishi wapi? Kazaliwa wapi na kazikwa wapi? Mbingu <mimitra> ikalia, ikamwambia Mwenyezimngu, lau siku moja la lau siku moja moja mtume aje mbinguni. Ndipo Mtume akachukuliwa kapelekwawap. sharafu ya Mtume mhaa meshimua mka ni kukaribisha katika mawanja haya kuzungumza na hadhira hii

mashehe wageni waalikwa, wazazi, kipekee nichukue fursa hii kuwashukuruni na kuwapongezeni kwa hafla hii adhimu. Mmefanya kazi kubwa, hata kwa macho tu inaonekana kwamba hapa alikuwa anatajwa Mungu na mtume na si vinginevyo. Asikudanganye mtu, hii kazi mliyofanya ni kubwa, lakini inawezekana watu wasiione, basi Mwenyezi Mungu na mtume wake wanai. Itoshekeni na hiyo jina, na <coughs> langu naitwa la Sheikh Muhammad Abdullah Mawinda. Huyu bwana amesema kijana wake ni kweli, kiumri kubwa yeye, na ndiye mwalimu wangu mimi. Kwa ukiniona hapa kelele nyingi, huyo kwa hiyo upo sawa mwalimu wangu, nakushukuru. <laughs> ndugu zanguni, nimekuja hapa na kundi langu hili. Tumetokea jumuiya ya maridhiano na amani mkoa wa Dar es Salaam, nami ndio makamu mwenyekiti wa jumuiya hiyo. Aliyetoka hapa ndio katibu wetu Sheikh Yasin Masenga, na Sheikh Majaliwa Kauto Suleiman ndio mwenyekiti wetu wa wilaya hii ya Kinondoni tumekuja kumwakilisha Sheikh Daktari Alhadi Musa Salum. Yale mtakayoona tumesema hapa au kufanya na yakawa sawasawa upande wenu, hayo ndio aliyetuagiza Daktari Alhadi Musa Salum. Mkiona kuna kitu kimekwenda tofauti, msimtukie lawama abadan, ni sisi wenyewe na matatizo yetu. alilmu sheiun alij laujadu ellabeshirdan wamashakili waju. Ndugu zangu, ni elimu ni jambo gumu halipatikani isipokuwa kwa shida, taabu na juhudi. Kwa sababu ya kinachofanyika hapa, imenipendeza kwa niaba ya Sheh Daftal Alhadi Musasalu, kabla sijawaambia alichoniambia nije kukisema basi, kwanza sisi tuliyokuwepo hapa itupendeze kuenzi juhudi wanazozifanya wenye madarasa hii juhudi wanazozifanya makhalifa wetu kwa kuwachangia kidogo, halafu tuendelee, kwa sababu kazi lazima ienziwe, na hatuwezi kukaa hapa tukazungumza sisi. Watu wamehangaika, mnaona umeme huu ume unatumika, walimu, vyakula, ng'ombe amechinjwa huko. Kwa vyovyote kuna mambo mengi yamefanyika hapo ambayo Jicho la kawaida halihitaji kukwambia kwamba mansanaa ilaikum marufa wasakafiruhu, haihitaji mtu akwambie hivyo, fain lamtajidu ma tukafirunahu fadunahu hata talamu. Kwa kwa hiyo na nawaombeni ndugu zanguni wapenzi, wapenzi wa Jaimat, wapenzi wa Mtume Muhammad katika hadhara hii, walau huyu shekheidi na kundi lake waone kwamba kuna watu leo walitukimbilia. Shekhe Majaliwa, kwa sababu wewe ndio wa kwangu mimi, naomba utoe ya kofia yako, anza kuweka hii ya kwangu. Na wengine nawaombeni, kabla shekhe sijasema ambacho shekhe ameniagiza nije kusema kwenye hadhara hii, naomba tupite kwenye kofia hizi naam. Shehe amekupokea, naomba tupite kwenye kofia hii ili tuweze kulifanya hili jambo la hapa wala hatuhitaji kupeana aya hadithi nyingi, sote tunafahamu kwamba yuko mtu, itafika wakati anataka kufa, atamwambia Mwenyezi Mungu, niakhirishie muda kidogo, nirudi ulimwenguni mimi nikatoe sadaka. Yupo mtu atafika hatua hiyo, wewe usiwe miongoni mwao na wala usifanye na toa hapa, kwa sababu ya shekhe. Toa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ambaye umemsumbukia yeye na mtume wake. Uko hapa saa hizi, umeacha kulala na mke wako, umeacha kulala na mume wako. Sasa umekutana na jambo linalokusogeza zaidi na Mwenyezi Mungu. Tunafanya makosa mengi, ndugu zangu, tunapotea potea muda wote. Basi huu ni muda wa kujisach na fadhali, na kusii jisach kwa chochote kule kwa kina mama, na namna. Yupo mtu anaweza kwenda kwa shaka utatoa maelekezo aende mtu na kwa kina mama k, kwa sababu wao ndio wadau wakubwa wa jambo hili. Jambo lolote lile lisipokuwa na kina mama mambo yake yanakwenda kidogo, lakini naomba apatikane mtu anayekubalika upande ule ule, na yeye apitishe kofia au kama chochote, tumchangie shekheidi na kundi lake na vijana hawa mayatima waliokuwepo hapa, wanalelewa hapa yote yanafanyika kwa msaada wa watu wengine sio mimi na wewe. Leo mimi na wewe tushiriki hili halafu mengine tuendelee. Kwa hiyo kwa sababu ya hilo, ili niweze kuzungumza kile ambacho nimetumwa kusema, natoa dakika na mbili hadi tatu nikae chini, shughuli hii ya uchangishaji ipite, ikikamilika yi mimi ntarudi hapa kumalizia nililokuwa nimetumwa na Sheikh Daktari Alhadi Musa. Mwalimu, endelea kwa muda wako kidogo, wachange mimi nasubiri wachange. Ushaniambia time ndio tunamaliza.

Hapa ndo damu kaka mdogo, mtu tumswalie Mtume. Kwa hiyo shughuli yetu inaendelea kukamilika, alhamdulillah kabisa. Yani hatuna kubahatisha bahatisha, twende katika sehemu ambayo tulikuwa tunahitajika. Kasida, eh? Kasida halfa Juma. Asante.